Jihadhari na roho ya Yezebeli. Ninakusalimu kupitia jina lipitalo majina yote jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Karibu katika kuwa tafakari maneno ya uzima, na siku ya leo tutaenda kuangalia au kujifunza kuhusiana na roho ya Yezebeli. Ujumbe leo unasema jihadhari na roho ya Yezebeli. Ujumbe huu unakuja mahusus kwa ajili ya wanawake au wa mama. Kwa hivyo basi, ikiwa wewe ni wa jinsia ya kike, maana ni mama, ni mwanamke basi, fuatana nami mpaka mwisho kwa sababu kuna jambo ambalo siku leo tutaenda kujifunza. Hivyo basi, kabla ya yote napenda tujifunze kuhusiana na huyu mwanamke Yezebeli. Yezebeli alikuwa nani katika Biblia? Kama ni msomaji wa Biblia, utakuwa umeshajua au umeshafuatilia na kujua asili ya Yezebeli. Yezebeli alikuwa ni mwanamke mwenye asili ya taifa la Lebanon. Paka sasa hivi taifa hilo linajulikana kwa jina hilo hilo Lebanon. Mwanamke huyu kwa asili alitokea katika mji wa Sidoni ambao ulikuwa katika taifa hili la Lebanon katika kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura 16 na mstari wa 31, tunasoma habari zake na asili yake. Wafalme wa Kwanza sura ya 16 na ule mstari wa 31 neno la Mungu inasema: ikawa kama ingalikuwa neno dogo tu kuendea makosa ya Yeroboamu mwana wa Nebati, akamwoa Yezebeli binti Ethbaal mfalme wa Sidoni, akaenda akamtumikia Baali akamsujudia. Umeona, huu ni Ahabu ambaye Biblia inatuambia kwamba alienda kumwoa Yezebel, ambaye alikuwa ni binti wa mfalme wa Sidoni. Kwa hivyo, Yezebel alikuwa ni binti wa mfalme. Hakuwa tu ni mwanamke ambaye alitokea katika familia za kawaida, bali alitokea katika familia ya kifalme. Na ufalme ambao alitokea ni ufalme wa Sidoni, ambao ulikuwa ni watu wa mataifa katika kipindi hicho cha Biblia. Na Mungu alishatoa maagizo kwamba wana wa Israeli wasiende kuoa wanawake wa kimataifa. Na sababu kuu kwa nini wasiende kuoa wanawake wa kimataifa ni kwa sababu wanawake hao watageuza mioyo yao. Sasa huyu mfalme Ahabu alikuwa analijua hilo kwa sababu alishaona mfalme mfano kwa Suleyman. Suleyman ni mfalme ambaye alitokea katika Israel na alikuwa ni mfalme wa tatu kutawala Israel. Na huyu mfalme alipotoshwa au aligeuzwa moyo na wanawake ambao aliwaoa. Na mfalme uh, Suleyman yeye alioa pia mabinti wa kifalme. Alikuwa huyu wanawake kutoka katika familia za kawaida. Alikuwa na wanawake mia saba na masuria mia tatu. Lakini Biblia inatuambia baadaye, wale wanawake walimgeuza moyo, akaenda kutumikia miungu ya wale wanawake miji waliotokea au nchi walizotokea. Hali kadhalika alikuwa nalijua hilo lakini, akarudia kosa hilo hilo, akatoka kuacha wanawake walioo katika taifa la Israel, akaenda kuoa wanawake kutoka taifa la ambao ni taifa la ili taifa laikua limebeba miji mikuu mitatu i pamojana Yona pinda akaenda, ulikuwa ni mji wa kibiashara, ni mji wa uzuri. Kwa hivyo huyu mwanamke naye Yezebeli alitokea katikati ya hii miji. Ulikuwa kuna mji mmoja unaitwa Sidon ndio alitokea huko. Na akaja akaingia katika Israel. Lakini sasa ubaya ni kwamba alipokuja katika Israel hakuja peke yake bali alikuja na miungu ya Sidoni ambao ndio ulikuwa ni Mungu Baali. Kwa hiyo wasomaji wa Biblia watakuwa washakutana na huyu Mungu anajulikana kama Mungu Baali ambaye ndio aliokosesha Israeli katika kiwango kikubwa. Ikamfanya mpaka Mungu akamnyanyua Nabii Elia katikati ya Israeli ili kwenda kupambana na hiyo roho ya Yezebeli. Kupambana na huyu mwanamke anaitwa Yezebeli. Kwa hiyo mwanamke alipopata nguvu na kuingia katika Israeli na kuwa malikia katika taifa la Israeli, taifa teule, taifa takatifu ambalo Mungu aliwaambia kwamba atakuwa takatifu kwa kweli mtakatifu. Yeye mwanamke aliingia kaja na miungu bali akaja na makuhani wengi. Sasa kuna mambo mengi yanayomhusu mwanamke lakini leo nataka tuangalie sifa kuu tatu za huyu mwanamke Yezebeli ambazo hizo zitaenda kukusaidia wewe mama, zitaenda kukusaidia wewe dada. Lakini pia zinaweza zikakusaidia wewe kaka. Pengine unao watoto au unao ndugu zako wa kike ambao unaweza kwa tuangalie sifa kuu tatu za mwanamke Yezebeli ili tuweze kujua ni kwa nini leo hii tunajifunza kuhusu mwanamke na ujumbe leo unasema tujihadhari na roho ya Yezebeli. Sifa ya kwanza ya mwanamke Yezebeli katika Biblia alikuwa na sifa hiyo ya ukahaba, alikuwa na sifa ya ukahaba. Na sifa ya ukahaba tunaiona kipindi ambacho anakutana na Yehu. Yehu ni mtu ambaye alipakwa mafuta na Nabii Elia. Kwa hivyo basi, siku moja wakati anatoka huko alikokuwa huko ametoka na kuelekea katika mji ule wa Izrael ambao ndio ulikuwa ni mji ambao Yezebeli anaishi. Alipokuwa anaingia katika ule mji, alikutana na mwanawake huyu Yezebeli, maana yake alikuwa ni mfalme. Akamua. Alipomua, taarifa ziliwahi kufika kwa Yezebeli ambaye alikuwa yuko mjini kwamba mwanae amefariki na ameuliwa na huyu mtu anaitwa Yehu. Hivyo yeye akawa anaelekea njiani sasa anaelekea katika ule mji kwenda kumuua au kumharibu huyu mwanamke Yezebeli. Alipokuwa anaingia katika mji kuna tukio ambalo Yezebeli alilifanya kwa sababu alikuwa ni malikia na tayari pia mume wake Isaia alikuwa shakufa Ahabu kwa hivyo sasa akaa yeye ndo anamiliki ile Israel aliposikia kwamba Yehu anakuja ambaye amemuua mwanae kuna kitu cha ajabu sana alikifanya na kitu hicho tunakisoma katika kile kitabu cha wafalme wa pili sura tisa na ule mstari wa 30 neno la Mungu linasema hata yeye alipofika Yezreeli Yezebeli akapata habari akatia uwanja machoni mwake akapamba kichwa chake akachungulia dirisha. Umeona, yeye walipoingia pale Yezreeli, Yezebeli alipata habari. Biblia inatuambia aliposikia kwamba yeye anakuja, akapamba kichwa chake akatia na wanja machoni. Sasa, sababu ya Yezebeli kutia wanja machoni ilikuwa ni nini? Sababu ya Yezebeli kupamba kichwa chake ilikuwa ni nini? Tulitegemea kwamba wakati anapokea taarifa kwamba mtoto wake kafa, kauawa na huyu mtu anayekuja, ahuzunike afunike kichwa akae katika hali ya kuomboleza. Lakini kinyume chake, baada ya kusikia taarifa ya mwanae kufariki na kwamba Yehu anaingia mjini, akaenda akapaka kichwa, akapamba kichwa, akapaka wanja. Bila shaka lengo lake lilikuwa ni lingine tofauti na lile ambalo pengine sisi tunalidhania leo. Ukizungumzia swala la kujipamba leo, ukizungumzia swala la mapambo na kupaka wanja, wengi, asilimia kubwa wanatafiri, wanatafsiri tofauti. Lakini tukirejea Biblia, katika Biblia tukiangalia historia hivi vitu, tunakuta ni historia tofauti na, sisa, na sasa hivi au ilikuwa na vitu hivyo vina lengo lingine tofauti na sasa hivi inavyotumika. Kwa hiyo Yezebeli alipopata habari akapamba kichwa, pengine akaika wigi, alafu baadaye akapaka na uwanja, akatinda nyusi zake pengine. Alafu akawa anamsubiria huyu Yehu aje. Lengo lake ni kwamba yeye atakapokuja akimwangalia katika ile hali ya uzuri aweze kumtamani. Kwa hiyo yeye atakapomtamani, yeye akafanya naye uzinzi au kahaba. Ndio likuwa lengo la Yezebeli. Ndio maana alipamba kichwa, na akapaka uwanja. Na hakuna sehemu katika Biblia kulikuwa kuna mwanamke mwingine yoyote aliyetajwa kwamba amewahi ali, kupaka wanja wala kupamba kichwa ni Yezebeli peke yake. Na lengo alikuwa analifanya hivyo ni ili avutie ukahaba, avutie amvutie yule mwanaume anayekuja mbele yake, amtamani kisha aende kulala naye. Kwa hiyo ndio ilikuwa sifa ya kwanza ya Yezebeli, ya ukahaba au uzinze. Alikuwa analala na wanaume wengi pasipo kujali huyu ni nani kwa sababu hakuzaliwa katika taifa la Israeli. Biblia inasema katika taifa la Israeli, Israeli Mungu aliopa wana Israeli. Aliopa wana Israeli sheria akamwambia asiwepo binti yote ambaye atakuwa kahaba katika nyumba ya Israeli. Kwa hiyo wana wa Israeli wengi mabinti wao waliwafundisha na kuwatunza wasiwe makahaba. Hata kama walikuwepo makahaba basi hawakuwa katika kiwango kikubwa kama cha huyu Yezebeli. Kiasi cha kwamba mtu yote alikuja mbele yake hata kama amekuja kwa lengo lingine alikuwa na akimtamani tu, basi anaweza akafanya chochote ili kuvutia ukahaba akafanya naye ukahaba yule mtu. Sio jambo hata leo hii. Utaona watu wanajipamba wanaenda hata misibani wakiwa wamejipamba. Wanaenda hata misibani wakiwa wamekaa kama vile wanaenda Uh, za, za hii ni roho sio kitu cha kawaida, ni roho ambao ilianza zamani tangu enzi za Biblia na inakuja paka hizi siku za mwisho. Kwa hivyo basi, kama tunaona u Jezebel hakuwa baalipaka uwanja na alipamba kichwa chake kwa lengo flani faakwamba oo io nyuauanali unania nzuri ya kuonekana mzuri. Nia yako ni nzuri, pengine na sababu zako ni nzuri, lakini njia unayotumia ya kutafuta uzuri sio sahihi. Kwa hiyo unapopamba kichwa, unapopaka lipstick, unapoweka kucha za bandia, unapoweka kila aina ya mitindo ya kidunia, we nia yako ni kwamba upendeze mbele za watu, lakini Biblia inatuambia hicho ulichokifanya lengo lake kiroho ni kuvutia watu wengine wakutamani. Ndicho alichokuwa anafanya Yezebeli. Sasa, kwa hiyo unavyofanya vile unatoka umejipamba, umeweka kucha za bandia ume, umechonga nyusi zako, umeweka lipstiki, umepamba kichwa chako umekiweka kule. Ni makahaba ndio walikuwa wanafanya hivyo zamani. Kwa sasa wewe utatoka na kuamini kwamba umependeza, na kweli una nia yako pengine nzuri ya kwamba uonekane umependeza, ujatoka kwamba ili uonekane kwamba umechukiza, ni kwamba unataka upendeze tu, watu wakusifie atu, atu, na pia u na confidence. Lakini ujui kwamba kuna roho iko nyuma yake. Hiyo roho manake ni nani unaenda kukutana naye? Maana mtu ambaye unaenda kukutana naye akikutamani unakuwa umeshafanya dhambi. Kwa sababu Bwana Yesu alisema mtu akimtazama mwanamke na kumtamani ameshakwisha kuzini naye katika nafsi yake, katika moyo wake. Kwa hivyo unapokutana na wanaume mbele yako wakikutamani katika hiyo hali, tayari wewe unakuwa umeshazini nao. Sasa unaweza ukasema tu mimi sijali. Mtu anitamani, asinitamani, atajua mwenyewe. Unaposema ujali, wewe unaweza ukasema ujali lakini kwa Mungu hivyo vitu vinajalisha sana. Kitu gani ambacho unakifanya kwa mwingine kinajalisha sana mbele za Mungu? Kwa sababu Bwana Yesu alisema itamfaa zaidi mtu huyu afungiwe jiwe la kusagia katika shingo yake atupwe katika bahari kuliko kumkosesha mmoja wapo wadogo hao. Kwa hivyo unavotoka nje na mavazi yako na kumfanya mtu mwingine akutamani wewe unamkosesha. Ni kosa wewe unalofanya. Hata kama wewe unakuwa hujali, unasema shauri yake, kwa nini nitamani shauri yake? Kwa hiyo kuvaa kwako kunajalisha. Muonekano wako unajalisha kwa watu wengine. Ni heri uvae kawaida hata kama mtu akiwa amekutamani asiona na sababu, siku ile sipatikane sababu katika siku za hukumu, ya kwamba wewe ndio uliofanya fanye vile. Lakini kama umevaa nguo ambazo zimekidhi viwango vya kikahaba, nguo zinazobana katika mwili wako, umekaa kama vile ni Yezebeli. Fahamu ya kwamba ni kitu kile kile kilichomtokea Yezebeli kitakutokea na wewe na mwisho wa Yezebeli ya kuwa mzuri kulingana na Biblia. Kwa hivyo basi, mama au dada, fahamu ya kwamba mapambo unayoyaweka katika mwili wako nguo unazozivaa zinazoonyesha mwili wako, viungo vyako vya mwili, kuna roho iko nyuma yako ambayo pengine huijui au unaijua. Usijifananishe na wale watu wanaojiuza kule, wala wanaojiuza kule. Wanajua kwa nini wanavaa vile, kwa sababu wanatafuta watu. Wewe ambao hujui, unaona kwamba pengine wanapendeza na kuwaiga. Fahamu wenyewe wafanye vile kwa sababu wanataka kupendeza, wanafanya vile kwa ajili ya kuwavutia wateja wao. Kwa hiyo ukiwaiga na wewe utawavutia watu ambao hujakusudia kuwavuta kwako. Kwa wewe unatoka nyumbani, una nia nzuri kabisa, unasema nimevaa hivi angalau nionekane kijana, nionekane naenda na wakati, nisionekane mzee, ngoja nivae hivi. Unatoka nchi kweli, unaenda unapita kule, unarudi, unasema ah, leo nimesifiwa na watu wengi, leo watu wameniangalia sana. Yale macho yanayokuangalia yatatangulia siku hukumu, zile nia za watu na nafsi ambazo umezipoteza wewe kwa wewe kuwafanya kutamani, utaenda kujibu siku ile ya hukumu, endapo kama utatubu. Ndio maana kuna umuhimu mkubwa sana wa kuzingatia vitu unavyofanya, kwa sababu vikimkosesha mwingine siku hukumu, vitakuja kukuhukumu ndicho alichokifanya ya Yezebeli. Kwa hiyo roho iliyokuwepo nyuma ya Yezebeli ni roho ya ukahaba. Na hiyo roho ya ukahaba ilichochewa na mavazi ya Yezebeli na mitindo ya maisha ya Yezebeli. Mitindo hiyo ni ipi? Kupamba kichwa, kupaka wanja, na si ajabu bila hapo ingeweza kusema ajielezea vitu vyote. Pengine hata mavazi yake yalikuwa ya kunusu tupu, ili tu amnase yule mtumishi ambaye anakuja. Kwa hivyo chunguza sana baada ya historia ya vitu unavyovivaa. Fatilia katika maandiko, fatilia katika rekodi. Katika katika historia. Je, jiulize hivi vitu vimetoka wapi, kabla kuiga mitindo inayokuja wala fashion. Hiyo ni sifa kwanza ya mwanamke Yezebeli. Sifa ya pili ya mwanamke Yezebeli, bila nitambele, alikuwa ni mwanamke mchawi. Alikuwa ni mwanamke mchawi kivipi? Kwa sababu alipotoka kule Lebanon katika taifa la Sidon na kuingia katika Israeli, alikuja na bahali na miungu yote ambayo ni ya kule Sidoni akaingiza Israeli. Na ndicho kilichofanya mpaka akauwa manabii wote wa Mungu walio hai. Wakabaki manabii wachache tu, watu kama 7000 walibaki tu katika Israeli nzima wasiompigia goti Baali, lakini watu wengine wote waliingia kumpigia goti Baali. Na alikuwa anafanya uchawi, na uchawi wake ulikuwa ni upi? Labda nisome kwanza andiko hili ili tuweze kwenda sambamba. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura tisa na ule mstari wa ishirini na mbili. Neno la Mungu linasema, Ikawa Yoramu alipomwona Yehu akasema, Je, ni amani? Yehu akajibu, Amani gani? Huyu Yoramu alikuwa ni mwana wa Yezebeli, yule ambaye aliuawa sasa anamuona Yezebeli anakuja, anamuuliza ni amani. Yeye anamwambia ni amani gani? Sasa angalia jibu la Yezebeli, la Yehu. Anasema, je, ni amani? Yeye akajibu, amani gani? Madam uzinzi wa mama yako Yezebeli na uchawi wake ni mwingi, Biblia inasema. Kwa hiyo Yezebeli alikuwa ni mzinzi, lakini pia alikuwa ni mchawi, tena uzinzi wake ulikuwa ni mwingi na uchawi wake ulikuwa ni mwingi. Sifa ya pili, mwanamke Yezebeli alikuwa ni mchawi, na alikuwa na loga watu, alikuwa anafanya vitu vibaya alikuwa anafanya ushirikina katika taifa la Israel, na aliofanya watu wengi waache Mungu wa Israeli na kugeuka kufuata miungu mingine. Ndio maana kipindi kile ambacho Eliya na akusanya wale watu manabii wa Baali, akaambia na leo ijulikane Mungu wa kweli ni yupi. Akaweka pale zoezi akasema yule Mungu atakayejibu kwa moto ndio Mungu. Angalia wale manabii wa Baali walichokifanya, wakaanza kujikata, maana hilo ni uchawi. Na alikuwa anajua kabisa kwamba moto unashuka, sio kwamba alikuwa anabahatisha angeshusha moto endapo moto. Moto lile zoezi lingepambanishwa na miungu mingine labda ingetokea miungu mingine ya Babeli ikalija ika, ikachonganishwa ika, ika au ikapambanishwa na Mungu wa bahari moto kule ukishuka. Lakini kwa sababu Mungu wa, Mungu, Mungu wa mbingu na nchi ni Mungu mkuu, na hakuna chochote kinachoweza kumzidi, ndio maana siku ile moto ukatokea walipokuwa wanafanya yale matambiko yao, kwao ulikuwa ni uchawi wale juu, na Yezebeli alikuwa ndio Mungu wao, ndio alikuwa nabii wao, ndio alikuwa kiongozi wao ambaye alikuwa sababisha wana wa Israeli wakakosea. Kwa hiyo sifa nyingine ya Yezebeli ilikuwa ni uchawi. Kwa hiyo mwanamke ambaye unajipamba, fahamu kwamba kuna roho nyingine ya nguvu za giza zinakufuata nyuma yako. Unaweza kuwa usioziona lakini kuna nguvu za giza zinakufuata nyuma yako. Ndio maana wanawake ambao wanakuwa na hivi vitu wanaotumia mitindo sana kidunia, utakuta ndio wanawake ambao wanashambuliwa sana na mapepo. Utaona ni wanawake ambao wanafungwa sana na nguvu za giza. Utaona ni ndio wanasumbuka sana na maroho. Wanaota wanaingiliwa, wanaota wanafanya hivi. Kuna vitu vingi vinawafuatilia kwa sababu ya mitindo yao ya maisha. Kuna roho ya Yezebeli inafuata iko nyuma yao. Sifa ya tatu ya mwisho ya Yezebeli ilikuwa ni roho ya nabii. Alikuwa na sifa ya unabii wa uongo, alikuwa ni nabii wa uongo. Biblia inatuambia hivyo. Kitabu kile cha Ufunuo sura ya pili na ule mstari wa ishirini. Kitabu cha Ufunuo sura ya pili na ule mstari wa ishirini, neno la Mungu linasema: lakini nina neno juu yako, ya kwamba wamridhie yule mwanamke Yezebel, yeye ajitee nabii na kuwafundisha watumishi watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka Umeona hapa? Anasema lakini na neno juu yako ya kwamba wamridhie yule mwanamke Yezebeli yeye ajitaye nabii na kuwapoteza na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Kwa huyu alikuwa pia ni nabii wa uongo ambako anafundisha watu wake wazini. Alikuwa anafundisha watumishi wa Mungu wazini, si so? Ajabu leo hii utaona hii roho inafanya kazi katikati ya watu. Ukienda kumwambia mtu kuvaa vibaya unavyovaa hivyo hakumpi Mungu tukufu. Hizo suruali unazozivaa mwanamke hakumpi Mungu tukufu. Atakwambia Mungu angali roho, angali mwili anaangalia roho. Uone, huu tariki ashachukua nafasi ya nabii lakini nabii wa uongo. Anawafundisha watu kuzini. Kwa hiyo ukishasikia injili ya kwamba Mungu angali mwili anaangalia roho, na wewe mwanamke ukalipokea neno na ukasema ngoja niishi ninavyotaka. Na kuvaa unavyotaka na kujiishi na kujiwekea mitindo unayotaka. Mwisho wa siku utajikuta unaenda kufanya uzinzi sio wa moja kwa moja lakini unapomfanya mwingine mwanaume akutamani unazini naye pasipo kujua. Kwa hiyo unazini pasipo kujua. Kwa siku unaweza kuwa fanya uzinzi na watu hata 100, 100, 200, kwa sababu tu ya mavazi yako. Kwa nini? Kwa sababu ulifundishwa na mtu fulani. Kwa hiyo roho ya Yezebeli pia inafundisha watumishi wa Mungu kuzini, na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Kwa hivyo, ndugu yangu unayesikiliza ujumbe. Ni muhimu sana kujihadhari na roho ya Yezebeli katika hizo siku za mwisho. Na hiyo roho ya Yezebeli imeingia mpaka makanisani. Ndio maana leo utaona kanisani mtu anaingia yuko nusu tupu. Na wala ambii chochote, wala yeye mwenyewe kujisikia vibaya. Zamani ilikuwa mtu akiingia katika nyumba ya ibada katika namna ya kaida, yeye mwenyewe anasikia kuhukumiwa, anaenda kupata badiliko. Lakini siku hizi hatuwezi kwenda katika nyumba za ibada kupata mabadiliko. Lakini sisi ndio tunaenda kulibadilisha kanisa la Mungu kuwa kama la kidunia. So dunia ije kanisani ibadilike na kuwa watu ambao ni wa Biblia. Lakini kinyume chake watu wanakuja Kuja kuibadilisha dunia ndani ya nyumba ya Mungu. Hayo ni machukizo makubwa sana. Kwa hivyo, dada unasikia ujumbe huu, mama unasikia ujumbe huu, badilika siku ya leo kama unatumia, uh, vipodozi hivyo ambavyo vinakubadilisha asili yako. Viache kuanzia siku ya leo. Hujakatazwa kuwa mtanashati, hujakatazwa kuwa smart. Unaweza kuwa vizuri kwa jinsi unavyoweza, lakini katika namna iliyo bora katika njia iliyo sahihi. Ukivaa nguo za kujistiri bado utaonekana ni mtanashati. Ukivaa nguo za heshima bado utapata heshima. <laughs> lakini ukivaa nguo za kukosa heshima, mavazi ambayo yamezuliwa ya katika Biblia, unajipotezea utukufu wewe mwenyewe, lakini pia unakaribisha roho nyingine ndani yako. Mungu akusaidie na Mungu akubariki. marani atha